Uundwaji wa tume huu ni kuendana na sheria yetu, sheria ya tume za uchunguzi ya mwaka ishirini ishirini tatu sura ya thelathini na mbili ndio inanipa mamlaka kuunda tume mbalimbali mbali, za kufanya uchunguzi wa mambo mbalimbali mbali ndani ya nchi yetu. Sasa kwenye hili lililotokea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 lakini kwa ufupi labda mimi niseme yafuatayo. Kwanza, nadhani tume tunaitarajia ikatuangalizie sababu hasa iliyoleta kadhia ile. Sababu hasa ni nini? Kiini cha tatizo ni nini? Lakini jambo lile lilipotokea, vijana waliingizwa barabarani